Kwa DJ Michael Masharia mwenye umri wa miaka 31, kuficha paji la uso lililoanza kupoteza nywele ilikuwa sehemu ya maisha yake ya kila siku. Uzito wa kihisia wa kupoteza nywele katika umri wa mdogo ulimvunja moyo. Michael ni miongoni mwa wanaume wa Kenya wanaongezeka wanaotafuta suluhisho kwa tatizo la upara, wakikumbatia kile kilichokuwa kikionekana kama shughuli ya watu maarufu pekee: upandikizaji wa nywele. Nini yako imeanza mbali, the hairline iko mbali, so I need that hairline. Napata msee kwa bedroom yake amejaza ya like kofia like like sijui ngapi, ndio utajua ina affect watu trying to cover up You're losing off here. Katika kliniki kama vile Leaders Hair Transplant jijini Nairobi, watu sita kati ya kumi ya wateja wanaotafuta suluhu kupitia upandikizaji wa nywele ni wanaume, wengi wao wana umri kati ya miaka 20 na zaidi ya 30. Upara husababishwa na masuala tofauti kama vile umri, lishe, homoni, wakati mwingine utumizi wa dawa na hata msongo wa mawazo. Uh, the procedure takes to... Wataalamu wanasisitiza umuhimu wa kuchagua kliniki zilizosajiliwa kisheria na kuwa na matarajio halisi. Upandikizaji wa nywele ni huduma ya kitabibu inayodhibitiwa kisheria hapa nchini. Tatizo la kupoteza nywele kwa wanaume huathiri hadi asilimia 50 ya wanaume ulimwenguni wafikapo miaka 50. Ingawa hakuna takwimu rasmi nchini Kenya, madaktari wanasema vijana zaidi, baadhi wakiwa na miaka 20 na 30, wanaanza kupata upara mapema. Kwa kutumia mbinu itwayo follicular unit extraction, madaktari hutoa nywele kutoka maeneo yenye nywele nyingi hasa nyuma ya kichwa na videvu na kuzipandikiza kwenye maeneo yaliyopoteza nywele. Omar mwenye umri wa miaka 29, mhandisi, alianza kupoteza nywele akiwa na miaka 27. Yeah, loss of hair inaleta this rapid age yani, so that feeling yani, ya yani eh, ni akili yangu depressed. Ali Bashir, daktari mwenye umri wa miaka 38 nane, pia alipitia hali ya 138, kupungua kwa kujiamini kutokana na kupoteza nywele zake. Kwa kuongezeka kwa uelewa na kupungua kwa unyanyapa, mazungumzo kuhusu upandikizaji wa nywele kwa wanaume umeanza kushika kasi. Kwa wanaume kama Michael Omar na Ali, mabadiliko haya si ya nje tu, lakini pia yanagusa maisha yao kwa undani. Yunisomolo, K24, Nairobi. Sile.